wetu Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa siku hii uliotupa siku ya mashahidi wafia dini ambayo ni siku ya pili ya kukumbuka kufu, kuzaliwa kwako Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na kusihi uwe katikati yetu pekee saa hii tunapotafakari ujumbe wa neno lako neno la uzima, lituongoze na kutuonyesha njia ya kuendelea kukufuata wewe, baada ya maisha haya, nasi tukaurithi uzima, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Neno la Mungu tunalopewa leo kama lilivyokwisha kusomwa kutoka injili ya Matayo tayo mtakatifu mlango ule wa kumi mstari ulioandikwa kwenye kalenda zetu ni wa ishirini na tisa mpaka ule wa thelathini na tatu lakini nitasoma kuanzia mstari wa ishirini na nane mstari wa ishirini na nane mpaka ule wa thelathini na tatu Nasoma katika jina la Bwana: msiwaogope wauuao mwili wasiweze kuiua na roho, afadhali mwogopeni yeye awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Je, mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja? wala hata mmoja haanguki chini asipojua Baba yenu. Lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi basi. Kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni, bali mtu yeyote atakayenikana mbele za watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Amen. Na tukae Bwana asifiwe, wapendwa. Ni utaratibu wa kanisa, siku ya pili ya Krismasi inaitwa siku ya wafia dini. Nikajiuliza, mbona watu hao wameweka mambo haya? Tulikuwa kwenye Krismasi, siku ya kuzaliwa Alafu kesho tu siku ya wanaokufa wanafia dini. Si panachanganya hapo, jamani? maana ingekuwa labda siku ya kukua au siku ya mambo mengine humo. Ghafla, kutoka kuzaliwa mpaka, mpaka kufa. Walioandaa kalenda za kanisa. Na hii sio hapa tu, wewe nenda popote hata kule Ujerumani na mahali pengine siku hii inaitwa hiyo ya wafia dini, tena Wajerumani wameanzisha sadaka maalum wanaita sadaka ya mkate kwa ulimwengu. Ile taasisi moja inaitwa mkate kwa ulimwengu hapa, na tafsiri na tafsiri kutoka Kijerumani, bread for the world, mkate kwa ulimwengu. Ile sadaka inatolewa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wote wanafikiwa na misaada mbalimbali, na ni taasisi kubwa ambayo inatoa misaada hata eh, kusomesha wanafunzi hata kujenga mahospitali. Ni taasisi kubwa sana, bread for the world For kwa Kijerumani na inatolewa siku hii ya leo ya tarehe ishirini na sita na lengo ni kuonyesha kwamba kuna watu wanapita katika matatizo, mambo magumu magumu, kwa hiyo wanahitaji kupata msaada wa aina fulani. Na picha inayoonekana ni kwamba kuzaliwa kwa Yesu kuingia ulimwengu huu ni humu haji tu kwa ajili ya kuleta furaha kubwa na amani kubwa sana, lakini kwa kuwepo kwake wale wafuasi wake watapitia mambo mbalimbali mbali, makubwa magumu. Hata huu wimbo tulioimba, mwana wa Mungu atoka kuenenda vitani, maana yake kwa kuja kwa Yesu tunaingia katika vita lile. Fungu la pili linaeleza juu ya Stefano alivyopigwa mawe. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Stefano alipigwa mawe kwa kuwa shahidi, alimshuhudia Yesu Kristo na akamwambia piga, ua, mimi nita nitashuhudia habari za Yesu Kristo. Na ukisoma mistari hii, amesema Yesu mwenyewe sasa, wale watakao nikana mbele ya watu, na mimi nitawakana mbele za Baba yangu aliye mbinguni, lakini watakaonikiri mbele ya watu, mimi nitawakiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa wa siku ya kuzaliwa na hii siku yenyewe ya wale wanaofuata wanaofuata Yesu Kristo ya wafuasi wote ukisoma mlango wa kumi wote. mlango wa kumi kwa wale wasomaji wa Biblia, ukirudi nyumbani usome mlango mzima wa kumi utaona habari yake kubwa inayowekwa pale ni jinsi Yesu alivyowaita wanafunzi wake kumi na mbili aliyowaita wale kumi na wawili wanafunzi na kuwatuma kutoa pepo kanyaga nke kufanya mambo mengi yametajwa. Labda niwakumbushe ile orodha kwa wale waliosahau. Wanafunzi kumi na mbili ni hao wafuatao na wanapatikana kwenye mlango huu wa kumi mstari wa kwanza mpaka wanne ndipo wanapopatikana pale. Nataja na majina ya hao mitume kumi na wawili ni haya yafuatayo, wa kwanza ni Simoni aitwaye Petro, huyo ni wa kwanza na Andrea nduguye, hawa waliitwa mtu na ndugu yake. Andrea, Yakobo wa Zebedayo huyo ni, ni wangapi? huyo watatu. Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, yaani wana wa Zebedayo nao walikuwa wawili, Yakobo na Yohana. Hao tayari tumefika wanne. Filipo na Bartolomayo ni sita eh? Tomaso Matayo tena ameitwa na Matayo mtoza ushuru, nafikiri na CV zao zinawekwa hapa, wameweka chio chake, huyu ni mtoza ushuru <laughs> Tomaso na ni Matayo mtoza ushuru, Yakobo wa Alfayo na Tadayo wamefika wangapi? Kumi. Simoni Mkananayo. Sasa utofautishe, kuna Simoni aitwaye Petro na Simoni Mkananayo na mwisho Yuda Iskariote. Tunamfahamu yuda? Yuda. <laughs> Yuda ni mtu wa fedha, ndiye alikuwa anatunza hazina pale. E, sisemi kwa sababu tuna mkurugenzi wa fedha adao sisi hapa lakini <laughs> yeye ndiye alikuwa hasa mtu anayeshika pesa, yaani fedha yote pale ndio anayekaa nayo. E, Yuda mnajua mambo yaliyomtokea baadaye kule, kule mbele. Hawa wanafunzi kumi na mbili wakatumwa kwenda kuhubiri wakutumia vipawa mbalimbali mbali. Na hapo ukisoma haya majina utaona Yesu kumbe aliwaita kwa vipawa vyao mbalimbali. Wengine walikuwa wavuvi. Petro alikuwa mvuvi, tena mvuvi makini, mvuvi mkubwa mwenye ma, ma, yale ngalawa na mashua kubwa za kuvua samaki, akaitwa wakamfuata. Na inaonyesha kwamba wote waliitwa wakiwa na vipawa vyao mbalimbali na katika somo hili Yesu anawatia moyo tu, anaambia, mtateseka, mtateswa, mtauawa. Ni huu mlango huu, mtateswa, mtauawa kwa ajili yangu, lakini ni heri wale watakaosimama mpaka dakika yao ya mwisho. Na katika siku hii anawaonyesha kwamba utumishi wenu si wa kukaa tu, bali unakujitoa hata wakati mwingine miili yetu tutateswa nakufa, na kufa. Na ndio maana hizi imani imani ya mitume ilipotungwa mwaka wa 325 na na ile ya Nikea zilipoanzishwa kwa ajili ya kutetea imani, kwa kuwa kulikuwa na mafundisho potofu yaliingia katika kanisa. Nyakati zile watu waliposimama kuishuhudia na kuikiri imani walikuwa wameshika Bibilia zao. Yani, ukikiri imani unatakiwa uwe umeshika Bibilia. Ndio maana masomo haya masomo ikisoma somo la kwanza na la pili likiisha tu, unatakiwa unaweka Biblia yako hapa, unakiri imani, na mara nyingi tumekiri imani ya Mitume, ndio maana tumeishika kichwani. Hata vijana wetu watakiri leo. Kwa hiyo unaweza kuishika kichwani bila kusoma, ukaishika hapa, una hapa unashika Biblia hapa. Na ndio maana tunasihi washirika wasitumie sana simu, eti mmoja ana simu yake kwenye, kwenye, kwenye ana Biblia yake kwenye simu. Tunamwambia uh, sasa apite asome neno la siku ya leo. Amekuja na simu nikamwambia, aye, usije ukasoma na simu. Kama huna Biblia, we rudi rudi, ukakae ushike Biblia, sio simu. Maana hebu, kama umeshika Biblia ukimaliza kusoma, si unakiri imani kuonyesha kwamba namwamini huyo Mungu aliyefunuliwa katika agano la kale na agano jipya. Sasa ukiwa umeshika simu ukimaliza pale, unaiwekaje sasa hiyo simu? <laughs> si unaona inavyokuwa vitu vya ajabu. Kwa hiyo ndio na washauri washirika wasitumie simu. Na huu ni mkazo wetu kwenye kanisa siku hizi maana zimeingia hizi simu hizi. Tusitumie simu ibadani. Kwenye ibada nenda na Biblia yako. Kama unasafiri kwenye basi unakwenda Arusha unakwenda wapi? Soma Biblia yako haya kwenye simu. Mara umetumiwa message unaacha kusoma Biblia kwanza unaingia kwenye message. Mara umepigiwa simu unaacha hiyo kwa koko, kwa huko nyumbani kwako uko kwenye barabara fanya hayo unayotaka. Lakini kanisani tushike Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Walioshika Biblia nyoosha juu. Naona ni wachache haya. Ha, siona <laughs> ngoja sigeukie upande ule zaidi. Haya, nyoosha Biblia yako juu tafadhali. Bwana Yesu wasifiwe. Haya, walioshika zilizoko kwenye simu zinyooshe juu, kama ya kwangu. <laughs> Najua wengine tunazo kwenye simu. Ni kwa leo naeleza tu, kwa leo, kwa sababu tuko kwenye kujifunza habari ya mashahidi wafia dini. Bwana Yesu wasifiwe. Kwa ajili ya kufia dini kuna mambo ya kujitoa hapo, kuna kujitoa kwingi na Yesu. Katika mistari hii tutasoma nyumbani, ukisoma utasema, na nawatuma katikati ya mbwa mwitu kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Na hapa anatumia picha ngumu sana, kondoo katikati ya mbwa mwitu. Maana yake ni kama nimekutuma wewe kuwa chakula kwa mbwa mwitu. Mbwa mwitu wakiona kondoo, si chakula? Kwa hiyo nimewatuma kama chakula katikati kati ya hao mbwa mwitu, akaeleza, mwe na busara, mwe na hekima. Na ninapoliangalia somo hili ndio, baada ya wakati mwingine, ninapingana na waimbaji wanaoimba nyimbo nyingine za kuonyesha tu kwamba ni raha tu. Mmoja aliimba wimbo, kwa Yesu ni tambarare. <laughs> kwa hiyo huko kwa Ng'wenda hakuwezi kuwa kwa Yesu, maana kuna milima, si ndio? Eh, kwa Yesu ni ukianzia Mombo kwenda hivyo kule tambarare. Picha anayotaka kuonyesha ni kwamba huko hakuna neno. Hakuna shida. Kwa Yesu uko ni kumenyoka. Na huyo anaungana na hao wahubiri, wahubiri waliojiinua siku hizi wahubiri wetu wanaohubiri kwamba kwa Yesu jamani ukifika kwa Yesu ah, ha, wewe hakuna shida. Tena wahubiri hata juu ya msamaha wa dhambi siku hizi ukifika kwa Yesu unapata gari. <laughs> Huna nyumba ukifika kwa Yesu unapata nyumba. Eh. Wewe huna utajiri ukifika kwa Yesu unafanya nini? Pata hela. Hela nikakutana naye pale Arusha, ameshika elfu yake kumi ana ameambiwa um, anaenda kuna viwanja ule upande wa kuenda Ngarenaro uh, kuna uwanja mkubwa pale sasa, ameshika elfu kumi yake asema hii naipeleka, tumeambiwa muombaji hapo, ukimpa hiyo, ukirudi nyumbani kwenye akaunti yako pesa zimejaa, mm, <laughs> ka uta, utakuja kuniona. Baadaye ukitajirika hapo utanipa hapo hata nusu. Chochote ulicho nacho. Kuna udanganyifu mwingi. Na kwa bahati mbaya sana hao wahubiri wa hivi kama ukimpa elfu kumi yako kwa bahati hujawa hujatajirika kosa sio la kwake, kosa linakuwa ni la kwako, maana huna imani. Si unaona mtihani hapo? Ndio shida. Na Yesu, angekuwepo leo, nafikiri angecharaza watu viboko, maana hapa anasema nawatuma katikati ya mbwa mwitu mkashuhudie Injili katika ugumu wake wote. Maana yake huko ninakowatuma sio tambarare tu, kuna hata kupigwa, kuna hata kuuawa. Ndio Injili tunayoitiwa kwenda kuihubiri. Na anasema mtakutana na wenye mizaha, wachungaji, ukishafikisha miaka kumi na tano, ishirini, nafikiri mi nishapitisha thelathini sasa ya uchungaji, hawa wenye mizaha nimekutana nao wale kaka zangu waliostaafu hapa Kashekifu na wengine, mchungaji Mahanyo, kwa vyovyote wamekutana, washarika watu wenye mizaha, wenye mizaha, watu wanaokatisha tamaa katika kazi hii. Na Yesu anaanza akisema, ndio maana nimevutwa kuanza ule mstari wa ishirini na nane ambao kwenye kalenda yetu haupo. Anasema, msiwaogope hao ambao wanafisha mwili tu, lakini hawawezi kufisha roho. Kwa hiyo sisi tunasongea mbele kuhubiri injili bila kuogopa wale wanaofisha hii miili tu, lakini roho ikiwa imetunzwa, akasema sisi tuna thamani kubwa sana mbele za Mungu. Na mstari wa ishirini na tisa anasema, mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja. Shomoro ni, ni mak kama makinda ya ndege, ni wale ndege e, wadogo sana ambao waliuzwa kwa bei nafuu sana. Shomoro ndio maana yake, ndege wadogo, wanauzwa kwa bei ndogo. Asema hao tu wana thamani mbele za Mungu, je, ninyi simtakuwa na thamani kubwa zaidi? Ndicho anachotaka kujua hapa, kuweka hapa. Lakini akakanza asema, hata idadi ya nywele zenu, idadi ya nywele Bwana anaijua. Hakuna anaijua idadi ya nywele hapa zetu, lakini Bwana anaijua idadi ya nywele zilizoko kichwani. Mtaalamu mmoja alipokuwa anapitia vitabu, sina hakika sana kama amesema kweli e, sijui hawa watu wa saluni kama wanahesabu nywele, maana saluni si wanagusagusa nywele karibu zote, labda tutauliza wakina mama wakienda saluni kwamba hebu mwambie mtu wa saluni azihesabu zote moja moja, tujue zimefika ngapi. Lakini baadaye nilip, niliposoma yule mtaalamu akasema eti nywele za kichwa cha mtu wa kawaida ziko laki moja na hamsini. <gibu> Nywele laki moja na hamsini. Si, si kwamba ametaja ch chache kweli. Yati laki moja na hamsini tu si, si ka upande kadogo tu labda. Sijui kama amehesabu zote. Sijui. <gibu> Laki moja na, tutaomba wale wa saluni watusaidie kuzihesabu vizuri. Wakina mama mkienda saluni. E, waombeni tu kwamba mimi nimekuja, kazi yako leo ni moja, unazihesabu zote unipe unipe hesabu. Na hapa si, si, si, hapa laki moja na hamsini labda anazungumza wenye vipara. Naona kuna madiwani wenye vipara hapa, yule diwani wetu wa Korogwe, wa Bunku na Wege, labda anazungumza hizo, maana ni chache hizo ni chache chache. Lakini laki na hamsini naona kama nywele chache, lakini anasema hata namba ya nywele zenu huyo bwana anaijua, anaijua. Maana yake anatujua sana. Huyu Mungu huyu anatujua, na kwa sababu anatujua, tunapata moyo katika utumishi wetu, huyo tunayemtumikia anatufahamu sisi kuliko hata tunavyojifahamu sisi wenyewe. Anatutuma katikati ya mbwa mwitu, anatutuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu, lakini huko anasema mkasimame imara kuishuhudia kweli. Na huu ndio ujumbe mkubwa tunaopewa siku ya leo. Wewe na mimi, wewe msharika, wewe Mkristo wa kanisa la Mungu, kasimame kuishuhudia kweli mahali popote ulipo. Nimetambulisha hapa mikoa, nimetaja tu kama sababu ya kuonyesha kwamba hata ukiwa huko wapi, hapo ulipo, uko mbali na nyumbani, uko wapi, simama ukimshuhudia Yesu Kristo, kimshuhudia Yesu Kristo. Tumeona wengine wametumika katika dayosisi walipo, wengine ni wajumbe wa halmashauri kuu, nimeona mmoja ni mjumbe wa halmashauri kuu kule Morogoro hapa ni kwa sababu wanajitoa, ndugu yetu e, Musa pale na wengine, kwa sababu unajitoa kwenye kazi za kanisa. Lakini kuna wengine tumefuatilia, unafika, unamuuliza hivi, unasali usharika gani? Asema e, jina silikumbuki. Unajua huyo haendi kanisani <laughs> yani hata usharika huujui. Je, mchungaji wako utakuwa utakuwa unamjua, eh? Unamjua kweli? Huwezi kumjua. Kujitoa kwa kazi ya Mungu, huko tuliko, huko tuliko maanaake matendo yetu yaendelee kumtangaza Yesu Kristo kwa njia ya sadaka, sadaka zetu tunatoa sadaka kanisani, Yesu Kristo kwa mali zetu, eust Yesu Kristo kwa vipawa vyetu, waimbaji, tunao waimbaji kwenye kwaya mbalimbali mbali, na nafurahi napofika Salaam unakutana na waimbaji asema, mimi ni kutoka dasa Kaskazini Mashariki. Wiki ile tulikopokoa Morogoro pale vijana wanapiga tarumbeta sema sisi ni kutoka Lushoto tena wakanipa tarumpeta kwamba hebu piga kidogo, wale waangalia kwenye mitandao o, nipige tarumpeta kidogo. Anajua tunatoka huku, anajivunia kujitambulisha, anasema haya. Kwa sababu tuko watu mbalimbali kutoka maeneo mengi, mkirudi huko kajitambulisheni kuwa nyinyi ni Wakristo. Tumikeni kumtumikia Mungu katika kanisa lake, tumieni vipawa vyenu, tumieni maisha yenu kumtumikia Mungu kama Stefano. Yeye alifikia hatua ya kuuawa. Paulo, walipigwa viboko na kufungwa magerezani na kutupwa katika mazingira magumu, lakini waliendelea kuishuhudia kweli. Kaisimamieni kweli popote mnapopita, ndio ujumbe tunaopewa siku ya leo. Kila mmoja anapewa wajibu wa kusimama kama Mkristo, kuisimamia kweli mahali popote atakapokuwa. Na hata vijana mnaopata kipa imara nyewe sasa mnakabidhiwa jukumu kama Wakristo watu wazima, mkaishuhudie kweli. Mnaposimama mbele za Mungu kumkiri Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yenu, mkaisimamia kweli. Niwatakie baraka za Mungu kuishuhudia kweli siku zote, na tukishuhudia kweli tutapata baraka. Mungu atatubariki katika kazi zetu, utakuwa mwaka wa baraka, hata kama tunaona ni jua linawaka lakini Mungu atafungua madirisha yake ya mbingu, tuzivune baraka za mvua, hata katika milima hii. Tukimtumikia kwa uaminifu, tujitoe kumtumikia kwa uaminifu, yeye atatupa baraka zake, nyumbani kwako, katika familia yako, katika kanisa na mazingira yote unayopita, tutazivuna baraka. Na Bwana atubariki. Tusimame hivyo, yeye anayetushuhudia kushika kweli yake kama anavyotuita katika wito wetu kwamba sisi ni mashahidi sasa, wafia dini tukaendelea kuishuhudia, kama mitume walivyoitwa wale, tukaisimamia kweli na hiyo kweli ikatuingize kwenye uzima wa milele na Mungu alibariki neno lake. Amini.